Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi ningependa nianze na maneno machache katika Mithali thelathini na moja ambayo anasema mpeni matunda ya mikono yake na matendo yake ya msifu malangoni. Mthawabishe kwa yote aliyoyafanya matendo yake na yatangaze sifa zake. Bwana Yesu asifiwe. Basi nipende kuanza kwa wa kusema, leo ni siku yetu nzuri sana ya kuzindua jumuiya yetu ya EWA, na kama nilivyosema jana, EWA ni mojawapo ya taasisi ambazo ziko ndani ya kanisa letu, na ni taasisi ambayo ni baada ya kuwa kijana wa kike umri kuanzia miaka thelathini, basi yeye anawiwa kuwa mmojawapo katika hii jumuiya yetu ya EWA. Nataka nirudie tena, kwa nini miaka thelathini? Sababu kubwa ni kwamba katika umri huo tumeona kwamba mwanamke anakuwa tayari ameshakomaa kimwili na kiakili pia. Vile vile, katika umri huo kwa kiasi kikubwa atakuwa amejiimarisha kielimu na kiuchumi. Aa, sababu nyingine ni kwamba, kwa nini miaka thelathini ni katika kuondoa unyanyasaji wa mabinti kuzaa wakiwa na umri mdogo. Tunafahamu vizuri sana chini ya miaka thelathini, umri kati ya miaka kumi na saba mpaka ishirini na tisa, hapo kijana bado anajitafuta, kujitambua, kujiimarisha kielimu na kiuchumi. Pia sababu nyingine ambayo tumesema iwe miaka thelathini na siyo chini ya hapo, ni katika kuweka uwiano wa haki kati ya watoto wa kiume na wa kike. Hapa tunataka mtoto wa kike abaki kuwa binti wa kike na mtoto wa kiume vile vile abaki kuwa mtoto wa kiume na sio vinginevyo. Baada ya kusema hayo, ningependa kwenda moja kwa moja katika majukumu yetu kama akina mama wa EWA. Kama mwanamke, sisi ni wasimamizi wa watoto majumbani, vile vile tuna jukumu la kusimamia watoto makanisani, mashuleni na katika jamii, na hii ni katika kupinga na kukemea aina zote za unyanyasaji wa watoto awe wa kike au wa kiume, na pia ikipasa kuripoti katika vyombo husika. Pia kama kina mama wa EWA, tuna jukumu ya kulea na kuelimisha mabinti hususan, na pia vijana wetu wa kiume, katika kuwaelimisha kuhusu madhara ya kuanza familia katika umri mdogo niende kwenye maendeleo kama EWA au mlezi wa EWA, mojawapo ya jukumu langu ni kusimamia maendeleo ya kina mama katika kanisa letu. Wiki iliyopita baba mkuu, askofu mkuu Mark alivyokuwepo, tulikuwa na kikao naye na baadhi ya viongozi wa EWA na kulikuwa na mapendekezo mbalimbali ya miradi mbalimbali ambayo tunaweza tukaisimamia. Na katika miradi hiyo, ningependa kusema kama ifuatavyo. Katika kuchambua na kuangalia miradi ambayo tulifikiria tunaweza tukaianza, tuka kwanza ni ufugaji wa kisasa wa nguruwe na kuku. Na katika hili nataka kusema kwamba najua kuna baadhi ya maparishi ambayo tayari wameshapata maeneo na pia walikuwa na ari ya kuanza hiyo miradi ya ufugaji. Basi ningependa kusema kwamba ni vizuri tukaanzia hapo, na hilo halitaishia katika kufuga tu. Nataka tuwe na uwezo wa kufuga na kuzalisha kwa kiwango kikubwa, na Mungu akitujalia baadaye tuwe na uwezo hata wa kusindika hayo mazao ya nyama ambayo tutayapata katika nguruwe na kuku. Na hii italeta fursa ya ajira kwa kiasi kubwa sana katika makarishi yetu na kuwa na soko la uhakika katika mazao hayo. Pia, kitu kingine ambacho tumefikiria ni mradi wa kushona na kufuma. Kushona hii ni kwa kutumia mashine na kufuma kwa kutumia zile sindano ya crochet, kama mnaifahamu sindano ya kufuma. Kwa sasa hivi kuna mahitaji mengi sana. Ukianza na mradi wa kushona, kuna mahitaji mengi katika sare, kwa mfano za mashuleni, watumishi wa kanisani na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo utaona kwamba katika huu mradi wa kushona kuna fursa kubwa sana, especially kwa wale ambao wanaojua kushona. Kuna fursa kubwa sana katika eneo hilo, pia kwenye kufuma. Mimi pia ni mfumaji na pia ni mshonaji vile vile, na ukiangalia kwa sasa hivi dunia inavyoenda, tunarudi kule kwa zamani, watu wanapenda tena vitu ambavyo vimetengenezwa kwa mkono kwa hiyo hiyo ni eneo lingine ambalo, la kuangalia, na nadhani hapa mabinti, tukiweza kuwapata wale mabinti zetu walomaliza darasa la saba hawajaweza kuendelea, tunaweza tukaanzisha vikundi vidogo vidogo kwa ajili yao na tukawafundisha, na wakaweza pia kusogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. sho nadhani waliimba ya vijana waliimba wimbo mmoja ambao ulinigusa sana kuhusu matumizi ya mitandao. Na ukiangalia kwa sasa hivi wengi wetu tuna hizi simu kubwa, najua tunaangalia, sijui Facebook, WhatsApp na nini, lakini mitandao hiyo hiyo ukitumia vizuri sana na hasa kwa vijana wa kike, sitaki kubagua wa kiume naweza mkajifunza mambo mengi sana, na hii ni kuitumia mitandao yetu uh, positive au kwa hali chanya. Na katika mitandao hiyo watu ambao wanafahamu kuitumia mitandao vizuri, najua wanafahamu, mwenye simu kubwa wanakuwa watundu wa kujua mambo mbalimbali. Basi ningependa kutoa wito kwamba tuwahimize watumie mitandao yetu, vijana wetu wa kike, vijana wetu wa kiume katika kuangalia mambo ambayo yanaweza yakawasaidia na kuwafaa badala ya kukaa na kuangalia vitu vingine um, ambavyo havistahili. Mradi mwingine ambao nimeufikiria ni ujenzi wa ghala ya kuhifadhia mazao wakati wa mavuno, na kuyauza baadaye bei inapokuwa nzuri. Nadhani hili litatusaidia sana kwa hapo baadaye hasa hasa pale ambapo sisi wenyewe tunalima mazao yetu na tunataka kuyauza, basi umoja wa kina mama unaweza ukafanya hiyo kazi ya kuyanunua hayo mazao na kuyahifadhi, na pale inapohitajika kuyauza, basi waweze kuyauza na tupate faida yetu. Mwisho ni ujenzi wa hostel. Hili limekuwa likisemwa sana hata miaka iliyopita. Kuna kipindi nilikuja nikatoa semina ilikuwa ni hapa Mlali kwa wamama wachungaji na pia makatekista na pia nimejirudia tena na mpaka leo hakuna hicho kitu. Ujenzi wa hostel katika eneo hili ni muhimu sana, na hii hostel najua itasaidia sana kwa wageni mbalimbali wanaofika hapa na matumizi mengine. Um, kujiunga katika miradi hii ni kwa hiari, kwa sababu kuna majukumu na uwajibikaji vile vile. Kwa hiyo mtu ambaye anawiwa katika hiyo miradi basi atakaribishwa kujiunga nayo, na kama katiba yetu ilivyosisitiza na pia Baba Askofu wetu anavyosema kila siku, asilimia tisini ya miradi hii ni ya wale ambao watakuwa kwenye hiyo miradi na asilimia kumi ni ya sadaka jimboni. Miradi hii itatekelezwa kwa awamu kutokana na kipaumbele na kwa wakati husika, na ili miradi yetu iweze kutekelezeka, bado tunasisitiza